Kanisa andalizi lasna jamii wa waombolezaji wote, amjambo, amjambo tena. Kwa majina, naitwa Raphael Watibini. Mimi ni jirani hapa tu, ukiingia katika njia ya kupanda hivi. Mimi ni jirani hapa sasa. Nimekuja kulia kwa jirani, na nasema Amos na Morine, poleni. Mungu atawapa mwingine. Nasema hivi kwa sababu huyo mtoto ni mchanga He's just an angel. He's dancing with the angels. Hajaenda mahali pengine hako binguni. Huyo hata usishughulika atakumuombea msamehe, msamehe. Huyo ameenda uh -uh. binguni direct. Ni Mungu mugu alimwonyesha na akautukue mwenyewe. Sindivyo? Amevuna aliyo yake. Sasa msilie sana. Sindivyo. Babu kusubarumanga wali mm.

ninawapenda zaidi nanyi, na mnipende. 2027, nijazie hiyo kikapu, si ndivyo? Si mtanijazia yeah? Mema ninayoyatendea kuwatendea nyinyi, na nikikuwa katika ofisi nitatenda zaidi, si ndivyo? Yeah. Jinsi hapa boma, boma hili, hiyo mwili kusafirisha, niliwapa gari ikawaletea, si nilifanya vizuri? Yeah. Endosi ya mwese, endosi ya ayaliye manu mwika ale mwedi, mwali ipide. Hedi yudi, osina arusi isi. Na je nikipo ofisini nitafanya mengi kuliko haya, si ndivyo? Eh, kwa sababu matanga ni mengi, lakini ninasaidia penye ninaweza. Na sio matanga peke yake, hata ugonjwa nasaidia, elimu nasaidia, sivyo? Hata kesho tuna matanga, matanga hapo kwa mtoka kambi yake

Kwa sababu ukikuja njia hata ipitiki. Wangesema ndio tukasali virata, lakini kama mko hapa kaka na liver. Lakini kweli nasema kwamba usitoe kitu kwa macho yako, ndio toe kwa kipuri kwa macho ya mwingine, si ndivyo? Utafanya ende jirani yako. Tutafanyaje, tutalilia nani, kama viongozi wetu wenyewe wamepotea, hawaonekani katika eneo yetu. Mimi na Mungu <laughs> asante. Mkinipa hiyo jukumu, mimi nitafurahi kwa sababu mwaka imefika na sisi tutatembea pamoja. Kaaf, Media, A voice of story, usikose kufuatilia chaneli yetu kwa taarifa za kina punde tu zinapojiri.